Umoja daima media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Tukio hili la leo la marathon ni ni sambamba na sherehe zetu au maadhimisho yetu ya kushiriki miaka 62 ya KKKT. Mtu anaweza kushangaa ivikekiti si, ka na miaka 32 tu si kwete uruteli katika nchi hii uliingia mwaka 1887, lakini kulikuwa na vyama vingi na misioni vilivyoingia, lakini mwaka 1963 waliamua vyama hivyo kanisa kuwa moja, na ndiyo maana tunatamka kwa leo tuna miaka hiyo 62. Na sisi tuliokimbia maratoni hii ya leo ni miongoni mwa watu ambao tumesherehekea miaka 62, tujipigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, saidi ya miaka 100 sasa KKKT imekuwa ikitoa huduma inamlenga moja kwa moja mwanadamu, ili ikiwa ni pamoja na elimu, tiba, lakini pia bila kuwaacha walemavu ambao mara nyingi wamesahaulika. Na sisi kama kanisa la Kiinjili Kilutheri, tunamshukuru Mungu sana kwa maono ambayo yamekufikisha kukutana na walemavu wa aina nyingi ambao kwa kweli walisaulika, ikiwa ni pamoja na viziwi, walemavu wa viungo na pia wagonjwa magonjwa mbalimbali ya akili. Katika marathoni hii, lengo letu kwamba pamoja na mazoezi haya mazuri ya kutunza miili yetu, basi pia tufanye changizo ambalo kila aliyeshiriki unaowaona hapa wamechangia kwa ajili ya taasisi, hasa kwa ajili tiba mbalimbali, kwa maana afya na pia kugusa hawa walemavu, naomba tujipigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tunakuja katika marathon hii kwa waliokimbia kilomita 2.5 yaani mbili na nusu, ni takriban waliojiandikisha mia sita na arobaini na mbili. Tuwapigie makofi. Lakini pia tunao wale wa kilomita tano ambao ni zaidi ya watu elfu moja mia moja na ishirini na mbili. Kilometa kumi hapa walikuwa mia nane na kumi na mbili. Kilometa ishirini na moja walikuwa mia mbili na ishirini na mbili. Kwa hiyo unaweza ukaona waliojiandikisha ni elfu mbili na mia nane na sitini. Hata hivyo, kuna wengi baada ya kuona watu wanakimbia walijiunga nasi, na sisi tunawapongeza hao kwa sababu katika uinjilisti tunapenda mambo ya namna hiyo. Jiunge na wapo hapa nao, tuwapigie makofi lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wengi walioshiriki, wapo watoto wadogo ambao na wao wamechangia na wameshiriki marathoni hii. Na wapo wazee, ni pekee mzee ambaye nimemwomba akae pamoja nasi, Balozi Nawalezaai, naomba na usimame tu, na ningeomba kama utaweza upite ili mgeni rasmi akupe mkono yeye kama inavyoonyesha, ameshiriki kilometa kumi na amemudu. Asante sana mzee Julai, ni mfano mzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa maaskofu, nitumie muda huku kushukuru sana nasisi zote ambazo zimeshiriki katika zoezi hili na katika shabra shabra hizi ninaamini tumeanza vizuri. Mungu awabariki sana mababa maaskofu, wasaidizi wachungaji, makatibu wakuu na washirika kwa pamoja. Asubuhi pia nilikuwa na mheshimiwa Shah ambaye niliongea jana, na nafikiri atakuwa ame ameitwa kwa majukumu mbalimbali, kwa sababu katika marathoni hii tukisema hatuna ubaguzi wa dini, itikadi, wala jambo lolote, bali sisi kama watanzania na kama sehemu ya watanzania tushiriki marathoni hii, ukiwa ni sehemu pia ya kuweza kuliangalia kundi na jamii ambao wana mahitaji. Mungu awabariki sana. Na baada ya haya machache na kama katibu mkuu alivyosema, Tunashukuru sana taasisi ambazo zilidhamini marathoni hii. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kukoment.